Mchakato wa usajili mpaka naanza biashara yangu ni upi? Iko hivi. Ukiwa unatamani kuanza kusajili kampuni yako ama biashara yako na mchakato mzima mpaka unavyokaa barabarani, sasa unaanza kutoa huduma. Uko hivi. It is very very simple. Unaposajili jina la biashara unaweza kusajili ukiwa kuanzia peke yako mpaka watu ishirini. Unaposajili kampuni unaweza kusajili mkiwa watu wawili mpaka watu hamsini kwenye kampuni moja. Na ukimaliza hapo, sio mwisho. Baada ya hapo, ni unakwenda kupata tin number, kwa sababu usajili wa kampuni unafanyika kwenye organization ya, ya serikali ambayo inaitwa BRELA. Alafu ukitoka BRELA, mnakuja kwenye kupata tin number. Kama ni jina la biashara, it means tutachukua tin number yako binafsi, tutaibadilisha kuwa ya biashara lakini kama ni tin namba ya kampuni tutaenda kufanya prosija ya kuweza kupata kufanya application ya kupata tin namba yako TRA. Tukitoka Brela, tunaenda TRA. Tukitoka TRA tunakuja kupata leseni ya biashara yako ama leseni ya kuendesha biashara husika kwenye kampuni husika. Hapo kuna leseni zenye sura mbili, kuna leseni zenye sura ya kitaifa na leseni zilizokuwa na sura ya kitaifa. Leseni zenye sura ya kitaifa zinatolewa kwenye halmashauri husika, ambayo hii inaweza ikawa ni manispaa ama ni halmashauri, ndio unapata leseni ya kufanya kazi kwenye eneo lao. Baada ya hapo, kama ni biashara ambayo ni chi ya biashara, sio biashara ya kitaifa hiyo, utaweza kurudi uh, kwenye system za BRELA na kuweza kufanya application ya kuweza kupata leseni maalum. Sasa basi, kama ni biashara ya sura kitaifa, hapo ndipo mchakato unakuwa umeishia. Lakini kama si biashara hiyo itakuwa ina govern na taasisi nyingine za serikali, kwa hiyo utahitaji kupata leseni husika. Kwa mfano tourism, inabidi upate kibali kingine kutoka TALA. Kwa hivyo itategemea na nature ya industry uliopo. Industry nyingi zitaishia kwenye kupata leseni na kutulia, lakini kwenye industry maalum zinaweza kuwa governed na serikali na agency maalum za kiserikali. Kwa mfano kama tourism, utabidi upate kibali kingine cha kuendesha taratibu hizo tala. Kwa mfano kutoa mikopo, kama kuanzisha benki, hii biashara hii yenyewe inabidi upate na kibali kingine kutoka BOT. Hapo unakuwa umekamilisha kampuni yako ama biashara yako na kuweza kuanza kufanya biashara. Kama unahitaji kupata usaidizi wa usajili wa kampuni yako ama biashara yako, komenti neno usajili hapo chini, ama piga simu namba zinazoonekana hapa, na utapata msaada wa kukamilisha usajili wa kampuni yako immediately.